Waziri wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye anafahamika kwa jina la eh, Constant Mutamba ameweza kujiuzulu rasmi kutoka kwenye wadhifa wake huku akiwa na fununu za uchunguzi wa mahakama juu ya tuhuma ambazo zinahusiana na usimamizi duni au uingiliaji kati wa mchakato wa haki. Wanajua, katika machafuko haya na katika nchi tofauti tofauti sasa hivi, viongozi wengi wamekuwa wakijiuzuru kutokana na kile ambacho kikionekana kwamba kuto kuweza kujiendesha vizuri katika eh, serikali zao ambazo wa wanakuwa wanazihudumia, lakini mambo mbalimbali ambayo yanakuwa yanaendelea kutokea katika eh, nchi zao au baina nchi moja eh, na nyingine. Sasa, kutokea huko Kongo, taarifa zinaeleza kuwa kwamba e, katika barua rasmi ambayo alimwandikia waziri mkuu, Mutamba amesema kwamba amejiuzulu kuruhusu haki kuweza kufanyika kazi yake kwa uhuru kabisa na, ku, e, na kuongeza kuwa yuko tayari kujibu rufaa ya mamlaka hayo ya mahakama katika jukumu lote e, na kuweza kuwa e, kwa utulivu wote pia ta sikuwa, siku pia sasa, eh, ambapo pia kumbuka, siku chache nyuma niweza kukuambia kuhusiana na sakata lilokuwa likitokea eh, pale Kenya ambapo sasa, moja kati ya mawaziri ambao pia walikuwepo pale, lakini pia ni kituo cha polisi ambapo inasemekana kwamba kuna kijana ambaye pia aliweza kufia kule katika kituo cha polisi ambaye alikuwa anafahamika alikuwa kwa jina la Ojwang kutokea kule nchini Kenya, anatumia pesa za serikali kinyume na na inavyotakiwa, inakuwa sio poa, na yule mshikaji anaweza kujiuzulu na kusema kwamba kesi hiyo atakaa pembeni mpaka itakavyokamilika ndipo mambo mengine yataweza kuendelea. Sasa, tukiendelea na taarifa hii, hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuweza kutoka katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuhusu mashtaka au maelezo ya kina ya kesi hiyo. Hata hivyo, vyanzo vya ndani eh, vya mahakama vimeeleza kuwa kwamba Mutamba anatarajiwa kuweza kufika mbele ya vyombo vya sheria hivi karibuni, eh, lakini pia taarifa zinaendelea kusema kwamba wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanayo atua, eh, hii wanaona kama hatua hii ni kama hatua kubwa sana ya kihistoria lakini pia ya kisiasa katika nchi ya Kongo. Ni nadra sana kuona waziri akitoa uwazi e wa namna hii kabla ya kuweza kulazimishwa na shinikizo la umma. Mmoja wao aliweza kusema. Sasa asasi za kiraia e, za, na wanaharakati za haki za binadamu wameweza kupongeza uamuzi huo ambapo e, Martin Nadine Katembo, wakili wa mtetezi wa haki za binadamu, amesema kwamba e, ni nadra kuona afisa wa kiwango hiki akikubali kuweza kupatikana na haki e, bila shinikizo. Tunatumai kuwa hii itafungua e, enzi ya uwazi na uwajibikaji, alisema kiongozi huyo. Lakini sasa, tukio hili linaashiria mabadiliko yanayoweza kuathiri siasa na utawala wa sheria nchi, eh, nchini, na wengi wanaangalia kwa karibu jinsi serikali itakavyoshughulikia kesi hii na athari zake kwa uongozi na sheria. Ikumbuke kwamba kwa nchi hizi kwa sasa hivi kumekuwa kuna vitu tofauti tofauti ambavyo vinakuwa vinatokea machafuko hayo, tunajua Kenya pia alikuepo juzi juzi tu hapo, kumekuwa kuna sakata kuna dogo ambaye pia ameweza kupigwa risasi ambaye alikuwa na uza zake barakoa, eh, kesi yake ikawa imeenda kinoma noma. Au Ojwang pia ameweza kuuawa kutokana na kesi ikisemekana kwamba eh, yeye hajahusika katika kumuua ambaye yule jamaa ambaye aliweza kumpeleka katika kituo cha polisi ikisemekana kwamba ameweza kumsingizia, yeye ni moja kati ya watu ambao pia wana hujumu uchumi au katika serikali ya Kenya wanatumia pesa hizo vibaya, akaweza kujiuzuru na yeye ili tu aweze kupisha kesi hiyo iweze kuangaliwa, lakini mshikaji ameshakufa kwao, hakuna ambacho kitaendelea, eh, kurekebishika na mshikaji tena mwingine hapa Kongo, naye ameweza kujiuzuru kutokana na mambo tofauti tofauti ambayo yanakuwa yanaendelea, eh, kutokea kule, na wananchi wanaendelea kusubiri kwa uzuri kabisa, ni kwamba taarifa gani itaweza kutoka serikalini ambayo itamhusu bwana mshikaji anafahamika kwa jina la Mutamba kutokea huko DRC Congo. Drop comment yako hapo kwenye mitandao yetu kijamii nikimaanisha Facebook, Instagram pamoja na X, bila kusahau pale YouTube, atakometisha kinomanoma Chao.